Pelembela, tuanze na majina yako, wa Tanzania akufahamu, kwa yule ambaye kufahamu. Ushindi umeupokeaje kwa mara ya kwanza, uka, mkanda, Sayo, ya kwa o, so, kwanza tunachukua mkanda umeupokeaje? Mimi sio mgeni kwao, ni Pelembela, sio mechi yangu ya kwanza kuniona, ni mechi nyingi zipo ambazo nilizofanya vizuri na hii hapa nimefanya vizuri zaidi in short. In short yani wa, wa watarajie mazuri kwa sababu mimi siliziki siku zote. Hata ninapodondoka vile vile wa gas choki na inuka nasmama, na simama na train na amini one time nitasimamisha na hapa kwenye bado ushindi nilopata ilikuwa sio malengo. Ni yangu mimi nimpige knockout, ila ndio hivyo, nashukuru kwa hiki nilichokipata kidogo kwa sababu nimeonyesha vile vile. Hicho ndicho alichokuwa anauliza baadhi ya mashabiki. Mpinzani alikuwa anaonekana kama amekubali kwenye raundi za mapema kabisa, lakini wewe ulikuwa unaonekana bado unataka mchezo wa kaunti napiga na kutembea, ile ilikuwa inatokana na nini? In short mimi naamini knockout inatokea tu automatic, sio kwa kuforce. Unapomwona mpinzani kalegea one time, mtu mwingine, boxing ina mambo mengi. Mtu anaweza akaonyesha kalegea, lakini vile vile ana mitego yake anaiseti, so najua, japo kwa nyinyi mlikuwa mmemwona kalegea kwa nje, lakini mimi nilikuwa nikiingia nikikutana na shoti zake nasikia kabisa bado ana power na energy. In short nilikuwa naona kama rejea shandomani, nilikuwa namweka mbali, ninapopata fursa napiga kwa vile vile. Nilikuwa nasikiliza na kamati yangu nyuma, nanis kama hivyo Kapteni Ubwa alikuwa ananiambia kwamba hata kama unapomona vipi karejea, usionyeshe moja kwa moja jabu muda wote, ile ndo sehemu ya defense kwako. Unapiga unaulizia, unapoona sehemu papo wazi ndo unapiga. So upige tu, kwa sababu karejea, hata kama akiwa amefunga nitakuwa napoteza energy. Mimi mwenyewe ningependa kujua e, e, pambano lilikuwa ni la ubingwa na umekamata mkanda wako wa PST. Hii ni kwa mara ngapi unapambana mapambano ya ubingwa, na hii ni mara ngapi unapata mkanda? Hii ndo malango ya kwanza. Nashukuru Mwenyezi Mungu, ni kilio changu nilikuwa naomba nianze na awali kwa ubingwa wa PST, ila watarajie mazuri yanakuja mengi na mengi na mengi. In short mimi lengo langu kumiliki mikanda ya dunia, wenyewe mnaelewa eh. Na huo mkanda ni kwa niaba ya nani, tukizingatia leo ni box on boxing day usiku wa zawadi? In short hii mkanda ni kwa niaba wa Tanzania wote pamoja na wana mabibo na majokeri area, pamoja na zingiziwa boxing promotion asante sana meneja Kaniki, kwa malazi yako kwa sababu ulinipatia Hoteli kulala hapo Butiama hoteli, nilikaa kambi Chanika hapo Zingiziwa, nilikaa chini ya mwezi mzima, kwa uongozi wake yeye meneja Kaniki, Mheshimiwa Kaniki pale, pamoja na brother Madu e, na shukuru sana pamoja na kapteni wangu Ubwa in short, na pamoja na timu nzima ya Kinyogoli Foundation, kapteni Ibrahim Class, bila kumsahau, wenyewe mnaona ninachokifanya pale sio mimi. Shukrani sana, asante sana.